Tuingie hapa mwanangu. Siku ya leo. Tuingie. House number e, kabla tufike huko. Acha, acha kielele. kielele. mwanangu. Utaua. Tuingie Brazil mwanangu. uh -huh. Siku ya leo bwana eh. Uh -huh. Kwenye tuvuke boda. Tuvuke boda. Tuvuke. Tunavuka Tunavuka Brazil. Brazil. Brazil. fika Brazil. Let's go. Twende nao uh -huh. Tushafika no. Wow. Eh bana <laughs> pale Brazili mwanangu, kuna nini? Kuna mwigizaji ambaye ni raia huyu wa Brazili <laughs> anaitwa adresa uraki, what the thing that is he doing eh bana, ni nyota wa filamu za wakubwa hizi, nyota wa, wa filamu. filamu zile ambazo hazitaki 18 za wakubwa, yani hazitaki mtoto aliyezaliwa jana kama denge, nikisema hivyo, yani hazitaki mtu ambaye hajafikisha kumi na nane. Hizi ni zile filamu ambazo zinatazamwa kwa simu peke yake, alafu bwana, unapunguza light. Unapunguza pia sauti. Alafu. Ehe. <laughs> unakaa peke yako mwana dada huyu mwigizaji huyu amefichua kwamba bwana, kuwa kuna mwanawe wa kiume, mwanawe wa kumzaa huyu anakwenda kwa jina Ata Bizare, Ata Bizare ambaye bwana ndiye aliyekuwa kwenye nyuma ya kamera akirekodi filamu za kubwa kwisha. <laughs> e Mungu Baba, simamisha tunihanishuke Ma, inayoyaona ina, ya, ina, shutu, okay? <laughs> ah. Kipi ambacho kinanishtua shutushutu uh-huh. Ni kwamba mwanangu, yani we mtoto wako anakuona unacheza kibao kata unachezeshwa no. kibao k hata mwenyewe bana alithibitisha hayo kwenye Instagram live ya kwake, alisema alicomment pale, alisemaje? uh -huh. Yes, I'm really badass with pictures

Akaacha kamera uongo babake. Uh, lakini anaendelea, anasema hivi ehe. Uh, anasemaje? Kuna wakati fulani ambao najisikia kwenye hisia ehe. Uh, lakini bana akili hunikumbusha kwamba niko kazini, halafu mwanamke ambaye yupo mbele yangu uh, ni mamangu mzazi uh, kwa vyovyote vile siwezi, lazima nibaki kitaaluma. Uh, <laughs> kwa hivyo unakufa kihisia huku ukilinda kazi <laughs> ah, noma sana jamani. Tunaelekea wapi? Lakini Denge, tunaelekea bado, hatujafika mwanangu. Mungu tusamehe, Mungu tusamehe lakini mwanangu, Mungu watu wapo kazini mwanangu, hata kama uko kazini, you can't say that you are catching camera in front of your mother and he's being, hakuna kazi bro. Hakuna ah, kazi bwana, nakwambiaje? no. Jembe hicho ndo kitu ambacho kimenishangaza mwanangu, yani nikasemaje? hadi mimi bado, yani nime nimeendelea ni, ni, ni, ni, ni kushangaa, nimeshtuka shutu shutu, nakwambiaje? ah. kimenishangaza sana mwanangu na ndo Tuvuke Boda leo bwana, bwana turudi. Asante ah, jamani msikilizaji, wewe wewe, hii issue imekufanyaje? Hebu tuingie mitini kidogo, alafu tukirudi, yani cheche cheche cheche cheche.